Dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kurudi katika kazi yake rasmi, kazi yake ya umbea, na kupitia katika application yake ya Mange Kimambi app ameweza kuanika rasmi, uh, huu umbea ambao unamhusisha Diamond pamoja na Zari the Boss Lady. Tunafahamu kwa sasa hivi, uh, Diamond pamoja na Zari hao watu hawapo sawa, mtu na mzazi mwenzake wamegombana, ugomvi mzito kabisa. Uh, watu wengi sana wakawa wanatamani kufahamu ni sababu gani ambayo imepelekea Diamond pamoja na Zari n Lady, kuchukiana kiasi hicho. Ukiangalia ni watu ambao hapo nyuma walikuwa wanaishi kwa furaha sana, lakini pia ni watu ambao kila mmoja alikuwa akiwaona pamoja anasema wao, jamani, hawa watu siwarudiane namna ambavyo walikuwa wanaishi kwa upendo, wanafurahi, wana enjoy pamoja na watoto wao. lakini sasa hivi ni paka na panya. Ni watu ambao hawazungumzi, lakini pia ni watu ambao hawawezi hata hata kupigiana simu, simu kusalimiana. Lakini pia Diamond ameshindwa hata kuinua simu na ku kuwasalimia watoto wake Tifa pamoja na Nilan. Jambo ambalo eh, kila mmoja akaona le li, huenda likawa na ukubwa ndani yake eh, huenda hili swala likawa ni zito. Na Mange Kimambi ameamua eh, kulianika kupitia application yake ya Mange Kimambi app na kama ambavyo tunafahamu eh, Mange Kimambi pamoja na Zari za Bosledi ni watu ambao hawapatani. Na ukiangalia taarifa nyingi ambazo Mange Kimambi anazianika za Zari za Bosledi, Zari za Bosledi huwa eh, ana react au anachukia na kuja mitandaoni kwa kuanza kumsema vibaya Mange Kimambi. Maneno kama hayo ni kwa sababu tu Zari anajua kabisa Mange Kimambi anajua siri zake nyingi. Eh, hapo nyuma waliwahi kuwa na ukaribu, waliwahi kuwa marafiki. Eh, sasa unaweza kuona ni kwa namna gani Zari the boss lady anapoona Mange Kimambi eh, huwa anaanika taarifa zake mitandaoni eh, basi anakuwaga na wasiwasi mkubwa sana kwa sababu anajua eh, anajua siri zake nyingi kwa asilimia kubwa sana. Mange Kimambi amefunguka wazi na kudai kwamba jamani, eh, namna ambavyo Diamond na Zari wamegombana sababu kubwa ni mama Dangote Dangote. mama Dangote anahusika kwa kiasi kikubwa sana, ameweza kutoa ufafanuzi nini ambacho uh, kiliweza kutokea. Kwanza kabisa uh, amedai mama Dangote aliweza kumshinikiza Diamond Platinum na kumwambia kwamba ahakikishe uh, wale watoto uh, anamchu, anawachukua kutoka kwa Zari Ziboslady. Yani mama Dangote alitamani sana kuishi na wajukuu zake pale ndani, tifa na nilang uh, yani wamnyang'anye Zari Ziboslady watoto uh, tifa na nilang. lakini jambo hilo Zari Zubosledi aligoma kabisa. Zari Zubosledi baada tu ya kuambiwa kuambiwa na Diamond kwamba mama anatamani hao watoto waje kuishi hapa Tanzania, tutawasomesha, tutawafanyia kila kitu, na wewe utaendelea kuwa kama mama yao, alafu baadaye basi watakuwa wanakuja kukusalimia kama ambavyo walikuwa wanakuja hapa Tanzania. Sasa baada tu ya Zari kuambiwa vile na Diamond, aligoma moja kwa moja na kumwambia Diamond hicho kitu hakiwezekani, mimi ni mama, nitaendelea kuwalea hao watoto. Lakini pia ukiangalia kwa asilimia kubwa sana Zari the Boss Lady ana upendo wa dhati sana na kwa huyu mtoto wake wa kike, kwa sababu ana watoto wa kiume wanne, lakini wa kike anaye mmoja tu. Sasa unaweza kuona kuna namna fulani hivi Zari the Boss Lady anatamani sana kukaa karibu na binti yake, kumfundisha kupika, kumfundisha mambo ya kike, mambo mengi sana anatakiwa kumfundisha mtoto wake Tifa. Sasa inakuwaje kuwaje, kuwaje, Diamond tu akukuruke huko na mama yake aje aje awanyanganye au awa amnyanganye watoto wake Tifa na Nila, jambo ambalo Zari aligoma Mange Kimambi anakuambia ilitokea mtafaruko mpaka kufikia hatua Diamond Platnumz anamjia juu Zari, kwamba kwani hao watoto ni wako peke yako? Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini Zari aliendelea tu kunyamaza na kumwambia kwamba haiwezekani, haiwezekani. Jibu la Zari lilikuwa ni moja tu, hapana, hicho kitu hakiwezekani, jambo ambalo mpaka leo hii limepelekea Diamond pamoja na Zari wasiweze kuzungumza. Na Diamond aliweza kumpatia sharti kali sana Zari, kwamba kama hilo ombi langu umelikataa basi mimi sio baba wa hao watoto, kwa sababu umeninyima haki yangu ya kimsingi eh, nataka kuishi na watoto wangu kwa sasa hivi, lakini wewe umenigomea. Sasa unaweza kuona chanzo cha huo ugomvi mzito um, ambao umetokea ni mama Dangote. Kama sio mama Dangote kumshinikiza Diamond kwamba wachukue watoto kwa Zari, eh, hayo yote yangetokea wapi? Mbona mbona walikuwa wanaishi vizuri tu kama mtu na mzazi mwenzake? Mbona Diamond alikuwa anaenda South Africa kuwaona watoto? Mbona Zari alikuwa anawaleta eh, watoto Tanzania kuja kusalimia familia ya Diamond? Mambo ambayo yalikuwa vizuri kabisa na watoto walikuwa wana enjoy wanafurahia, lakini mama Dangote akaja akaibua mazito, nataka, ni, ni na kumwambia Diamond kwamba nataka niishi na wajukuu zangu kwa sasa hivi, hebu fanya mpango, Zari awalete watoto. Ukiangalia eh, kisheria uh, um, mtoto kuishi na baba yake au kuruhusiwa kuishi na baba yake ni umri wa miaka saba tu uh, na kuendelea. Lakini unaweza kuona nila ana umri wa miaka tisa, Tifa ana umri wa miaka kumi. Hivyo basi, Diamond huenda angeruhusiwa kuishi na watoto wake, ay, kama kawaida. Lakini kikubwa tunafahamu, ulinzi mzima ungekuwa kwa mama Dangote, kwa sababu yeye ndo mama ambaye yupo pale nyumbani, angeweza kuangalia vizuri kabisa wajukuu zake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe kulike na kusign on notification.